Habari gani, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa makala zetu za Kilimo Pro. Leo ni siku nyingine tena ambayo tunajumika kwa pamoja kujifunza na kushirikishana mambo mbalimbali ya usuyo ufugaji, lakini kwa upande wa leo tutaangalia zaidi katika njia rahisi ambazo wewe mtazamaji unaweza ukazitumia katika ujenzi wa banda la kuku umekuwa na changamoto nyingi sana kama unavyojua, uh, changamoto ya maeneo na changamoto ambazo na zinapelekea watu washindwe, eh, kuweza kujenga mabanda ya kuku ambayo yanafaa kulingana na kipato chao, eh, kulingana na bajeti walionayo. Uh, watu wengi wanafikiria katika ujenzi labda uwe na hela nyingi sana ndipo uanze, lakini mara nyingi katika kuanza unaanza na ulicho nacho, lakini pia sio tu ulicho nacho, lakini pia lazima uangalie kwamba ulicho nacho je, kinafaa katika, katika shughuli fulani katika namna ya ufugaji Jambo la kwanza ni kupata eneo. Kwa hivyo ukishapata eneo lako, maana yake inakuwa rahisi kujua kwamba katika eneo hili naweza nikafanya ufugaji wangu. Lakini kwa leo tunaanza kwa mtu ambaye sasa ambaye anataka kuanza, lakini pia ana kipato kidogo na ana eneo dogo. Hivyo basi, kwa gharama ulionayo hiyo hiyo ulionayo, inaweza kukusaidia eh, kuweza ufugaji wako wa kuku kwa njia rahisi zaidi na uh, mabanda, mabanda ya, ya aina tofauti tofauti. Kuna mabanda ya kujengwa kwa matofali, kuna mabanda ya kutumia mbao peke yake, na kuna mabanda ambayo yanatumia mabati peke yake, na kuna mabanda ambayo yanaweza kutumia mitipoli na miti tofauti tofauti ambazo ukajenga banda lako na uwezo ukafuga wako vizuri. Katika ujenzi unapoanza hakuna lazima wawe kwenda kununua labda matilio mapya, labda unoe bati mpya au mbao mpya. Nafikiri kwa maeneo mengi Tanzania kuna zile bidhaa ambazo zimetumika nasema bidhaa used. Kwa hiyo wewe kama unataka kuanza unaweza kuanza na matilio ya namna hiyo as long as hayo matilio yasio mabaya sana kiasi kwamba yakashindwa kustahimili banda husika. Kwa hiyo unaweza ukatafuta ambayo yametumika na ukajenga banda lako, ukenda maeneo mbalimbali, unaweza ukapata kuna mbao, unaweza ukapata sinyenge zilizotumika na vitu vingine ambavyo vinahusika katika ujenzi wa banda. Hivyo basi, kwa leo, kama unavyoona banda hili tuliona katika picha hapo, ili banda limejengwa kutumia mabati uh, pia mbao pamoja na waya mesh kwa mwonekano wa nje, unaona limezungukwa na mabati peke yake, lakini pia hata juu limeezekwa na mabati. Hivyo ukiweza kuangalia banda hili kwa asilimia kubwa, asilimia themanini na tano zimetumika katika mabati ambayo katika ujenga banda lako yasiwe yametoboka. Hakikisha bati zisiwe zimetoboka hata kama zimetumika, lakini bati ambazo uzo kwa kiasi fulani zinastahimili katika ujenzi wa banda lako. Lengo ni kwamba kuhakikisha kwamba mtu ambaye anayeanza asifikirie sana labda lazima nijenge banda la, banda la matofali, akiangalia matofali ni gharama, lakini pia unaweza ukaanza mdogo mdogo, kama unaona banda hili unavyoliona halijatumia hata laki tano haifiki Manake apa meraji kuanzia laki tatu mpaka laki nne kutokana na katika kujenga banda peke yake, kuku hata mia mbili kwa sababu wengi wanaanza, mara nyingi tunaanza na kuku wachache unaanza na kuku 100, kuku 200, 300, 400. Unavozidi kuona uzoefu wa upanda, wa ufugaji wako ndivyo unavozidi ku, kufuga zaidi na kuongeza idadi ya mifugo yako katika banda. Mara nyingi tunafanya shughuli mbali mbalimbali kuhakikisha kwamba hizi shughuli ambazo tunazifanya zinatuletea matokeo chanya. Kwamba nimefanya shughuli fulani, nimetumia gharama fulani, nategemea gharama hii niliyotumia, pia inasaidia katika uh, baadaye kuonyesha kwamba kitu ninachokifanya kina faida na ndiyo matokeo ya mfugaji na ndiyo matokeo ya mkulima. Mkulima hata unavyomwelekeza jambo, lakini pia lazima aone matokeo na ile jambo akishaanza kulifanya. Kwa hivyo tuko hapa kukuelekeza njia rahisi ambayo unaweza ukaitumia kujenga banda lako la kuku. Watu wengi wanakuwa naogopa kuanza ufugaji kwa sababu ya gharama. Wengi wanasema ufugaji una e, gharama unatumia hiki, utumie kile, utumie kile, lakini gharama kubwa inakuwa katika ujenzi wa banda. Sasa tiko, niko hapa katika kukuelekeza kwamba katika ujenzi wako wa banda unaweza kutumia material ambayo ni ya bei rahisi lakini ambayo ya kufaa. Sana sana sana material ambayo yametumika, used materials ambayo yanapatikana ya maeneo mengi. Kwa Tanzania maeneo mengi sana ukienda katika masoko utakuta kuna mtiri ambayo yametumika na yapo katika hali nzuri. Kwa hiyo ni wewe jukumu lako kuangalia gani ambayo yako mazuri ambayo yastahimilivu unaweza kujenga katika banda lako na wakaweza kufuga kwa njia rahisi zaidi. Hivyo, matiri ambayo yanatumika kwa banda kama hili unaloliona utatakiwa ununue bati. Katika banda hili asilimia kubwa zimetumika bati. Tuseme asilimia 85 ya banda zima ni bati ndio zimetumika. Hivyo utatakiwa uwe na bati za kutosha ambazo ziko vizuri, ambazo hazina matundu, hazina kutu, kuhakikisha kwamba umeweza kujenga banda lako vizuri. Lakini pia utatakiwa uwe na mbao. Mbao hizo zitasaidia katika kusimamisha hili banda, kama anavyoona, lazima kuwa na, ba na, na mbao ambazo hizo mbao pia saidia katika kuzungusha hizi bati. Hizi bati lazima kuzisimamisha, kuzi, kuzi haziwezi kusimama zenyewe na nikuonye tu kwamba usija → usije ukasimamisha bati peke yake na mchanga chini ukasema kwamba zitakaa. Hapana, lazima uhakikishe hizi bati zako umezishikilia vyema na mbao. Hivyo basi ukiacha bati, lakini pia lazima uwe na mbao. Mbao zipo katika vipimo mbalimbali, kuna zile za mbili kwa mbili, mbili kwa nne, mbili kwa tatu. Hivyo utanunua kulingana na mahitaji yako kwa kipindi hicho, lakini pia unaweza kuwasiliana na fundi husika akakwambia ununue mbao za aina gani ambavyo zitakusaidia katika ujenzi wa banda lako. Hivyo matulio ya mbao pia yanatumika katika, katika kusimamisha banda, lakini pia katika kuwezeka banda utatakiwa kuwa na mbao, lakini pia hata ndani katika kuweka mazingira safi ya, ya, ya kukaa kuku utatakiwa uwe na mbao. Hivyo matuli ya tatu ambayo unatakiwa ununue ni kwamba unatakiwa ununue misumari, misumari ya kutosheleza ambayo itasaidia katika kugongelea zibati kuweza kusimamisha banda lako, lakini pia katika kuwezeka banda lako lazima utatumia misumari. Kwa hiyo misumari lazima ununue misumari ya kutosha kulingana na ambapo fundi atakuelekeza akikwambia labda ununue msumari inchi ngapi mingapi inchi ngapi mingapi, kulingana inches. Kwa hiyo utanunua msumari kulingana inches, kutokana na matumizi ambayo yanatumika katika sehemu mbalimbali katika ujenzi wa banda lako. Hivyo basi, kwa njia hizo unaweza kutumia katika banda lako ukalijenga vyema likakaa vyema, kwa sababu una, una, bati, una mbao, lakini pia una msumari. Material ambayo ya, tatu ya kutumika ni wire mesh. Wiremesh inatumika sana katika madirisha ambayo uh, madirisha haya yanasaidia katika kupitisha hewa, uh, ya hewa kuingia na kutoka katika banda lako. Kama unavyojua kwamba katika banda la kuku kuna kitu tunaita ventilation kwamba ile hali ya hewa kuingia na kutoka inakuwa ni rahisi kuweka hali ya hewa iwe nzuri katika banda lako. Kwa sababu hewa ikiwa nzito ndani ya banda unaweza kufanya kuku akakosa hewa safi akafa. Kama tulivyo binadamu tunahitaji hewa, hewa, hewa safi. Kwa hiyo katika madirisha unaweza ukatumia hii wire mesh. Wire mesh inapatikana kama alivyosema material mbalimbali, hii hakikisha kwamba haina matundu makubwa, matundu yake yawe madogo madogo ili uweze uh, kuzuia uh, wale wanyama au wadudu ambao wanaweza kuingia banani kwako na kula kuku. Nafikiri tunafahamu kuna wanyama mbalimbali kuna predators ambao wao wanaweza kuingia bandani wakala kuku. Mfano kama kenge, eh, paka pa, lakini pia hata mbwa. Kwa hiyo kupitia waya kwa sababu umeweka katika dirisha maana yake itasaidia kuzuia uh, wanyama mbalimbali hatarishi kuingia katika banda lakini pia katika unavyojenga banda lako, pembezoni mwa banda hakikisha pia umeweka vizuri, kusiwe na umwanya wa aina yoyote ule ili, ili kuweza kuruhusu wanyama kuingia na kula kuku wako, kwa sababu kuna wanyama ambao wanakula mayai na pia kuna wanyama ambao wanakula kuku kama kuku. Kwa hivyo kama ukiweza kuweka vizuri katika kuepusha kuwa na uwazi chini ya banda na sehemu zote tofauti tu, katika maeneo ya madirisha, ndipo utakuwa na wazi wa namna hii. Lakini pia hakikisha madirisha yako ni mapana na ni makubwa kiasi kuweza hewa kuingia. Usije ukaweka madirisha kama la chooni. Tafadhali yale madirisha hayataweza kusaidia hewa kuingia. Kwa hiyo hakikisha madirisha yako ni makubwa na ni mapana na ni marefu kuweza kuweza hewa kuingia katika banda lako. Hiyo itasaidia kuku kupata hewa safi lakini pia kuweka mazingira safi ya banda lako kwa ndani. Lakini pia kuna matirio mengine bidun ni komeo. Hizi komeo zinatumika katika kujenga banda lako, kwamba lazima ukawa na komeo katika milango. Hakikisha kwamba zile milango yako ya ya na makomeo ya kuweza kufunga endapo utasafiri au utakuwako nje na shughuli mbizi zingine, lakini milango yako anakuwa ya kwa kwa hiyo ukifunga milango yako inasaidia ya pia katika ulinzi na shughuli zingine. Kwa hiyo wakiisa, pia utakuwa na makomeo ya kutosheleza kulingana na idadi ya milango ambayo katika banda lako. Na katika banda unaweza kuwa na milango miwili, mlango wa kulia na wa mwisho au wa mbele au wa nyuma, inategemea na design ya banda lako limekaa vipi. Lakini tunashauri sana, banda la kuku likiwa na milango miwili, inakuwa ni vizuri zaidi katika kulijenga banda lako vyema. Eh, banda lako jitahidi liwe safi. Usafi katika mifugo ni jambo namba moja. Ni jambo muhimu sana. Usafi wa chakula, usafi wa maji, usafi wa banda na usafi wa matilio mbalimbali ambao wanatumia ndani katika kulishia na katika kunyoshea maji mifugo yako. Hakikisha maji ni masafi na kazania sana hiki kitu kwa sababu ni muhimu sana ambao inazuia unazuia magonjwa mengi sana ambayo yanatokea katika uh, ufugaji wa kuku. Kwa hiyo hakikisha maji ni masafi, hakikisha pia chakula unachompa kuku wako ni kisafi pia. Hakikisha unapojenga banda lako, uelekeo wa jua upingane na banda lako. Na maanisha nini? Ukijenga banda lako, hakikisha kama jua linatoka huku linazama huku, manake banda sehemu ambayo hakuna madirisha, hakuna uwazi, itabidi upingane na mwelekeo wa jua. Kifupi kwamba hakikisha banda lako unavyolijenga jua haliingii bandani. Na wakaribisha sana Kilimopro. Uh, nini ambacho kwetu unaweza ukafaidika wewe kama mfugaji ambaye unaanza? Kwanza tunaweza kukusaidia kupangilia eneo lako, tunafanya farm visiti au site visiti, tunaweza kufika ulipo na tukakusaidia tuka kupangilia eneo lako, namna gani unaweza kaba ukapangilia uka, uka banda lako na majengo ulionayo pale kulingana na mahitaji yako. Lakini pia tunafanya design ya mabanda mbalimbali, ukihitaji design kulingana na idadi ya mifugo ambayo unatarajia kuifuga, hivyo tunafanya hiyo kazi. Kama unakuwa unahitaji, tunaweza kukusaidia katika hilo. Lakini pia katika farm visit au site visit, tunakuja kuangalia eneo lako liko vipi, na tukakushauri kwamba kati, kulingana na eneo hili Unaweza ukajenga aina hii ya banda, unaweza ukajenga saizi ya hii ya, ba, ya banda. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana ni kushirikishana, na endapo utapohitaji unaweza kutupigia namba ya simu 0715 866027 narudia tena 0715 866027. Tuko muda wote, na pia unaweza kutupigia sana wakati wowote wa inayofaa. Hivyo pia, ni washukuru na tuendelee kushirikishana katika kilimo na ufugaji kupitia hapa Kilimo Pro. Mpaka wakati mwingine, santeni.